Kikosi cha usalama barabarani uh, kimekuwa kikifanya jitihada za kuhamasisha uh, na kuhimiza pia uh, mfumo mpya wa ukaguzi na utambuzi wa vyombo vya usafiri na kupata pia uh, uh, stika maalum za usalama uh, barabarani na uh, tumemwalika hapa uh, Kamanda uh, Rehema Buruhani Shaibu ambaye ni mkaguzi msaidizi wa polisi kwa ajili ya kupata ufafanuzi kuhusiana na mchakato huo. Naam, ikiwa ni wiki ya nenda kwa usalama, tunafahamu mengi pia. Kubwa ni kuhusu mfumo huo wa MIMIS ambao ni wa kidigitali na uh, utaratibu wake namna ya kupata. Karibu sana uh, Rehema Buruhani Shaibu, asante mkaguzi, asante msaidizi wa polisi. Asante sana. Kwanza pengine tueleze uh, katika mfumo huu wa MIMIS, ni mfumo wa namna gani? Ni mfumo ambao umeandaliwa au umeanzishwa kwa ajili ya tukio zima la ukaguzi wa magari. Ili uweze kufanyiwa ukaguzi wa gari yako, ni lazima uingie kwenye huu mfumo ambao umeunganishwa na TRA na sisi Jeshi la Polisi kwa ajili ya kupata pia taarifa sahihi na kamili za chombo cha moto, sio gari peke yake mm. Chombo cha moto manake inahusisha pikipiki, inahusisha bajaji pia na magari. Hmm. Sasa hapo ni magari madogo kwa makubwa, hmm. Hmm. Na inakuwa sasa, utaratibu unakuwa tofauti na ule ambao umezoeleka wa mtu kuja moja kwa moja e, katika kituo cha polisi kwa ajili ya kuomba na kupata stika. Ni sahihi e, una mabadiliko. Zamani ilikuwa unakuja pale kituoni, unaleta gari, tunaikagua kisha tunakupa stika ya karatasi, lakini sasa hivi tunasema ni stika za kidigitali. Maana yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo, ukiomba ukaguzi wa gari, utalipia. Baada ya kumaliza kulipia, utapewa stika online. Kwa maana hata askari akikukamata, yeye ataisachi ile gari yako kwamba imefanyiwa ukaguzi, akishajiridhisha, inamwonyesha pale ndani kwamba wewe tayari ushafanyiwa ukaguzi, na unakuwa hauna tena swala la kudaiwa. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa pengine labda utupitishe katika hatua hizo za kuomba kupitia mtandaoni, um, ili tuweze e, kufahamu kwa kina nini ambacho kinapaswa kufanyika. Karibu. Haya. Mm -hmm. E, utaratibu ni kwamba utachukua simu yako ya mkononi utaingia Google kisha utaandika neno MIMIS yaani, ni M I M I S www.tpf.go.tz Ukishaingia pale uta mfumo ukishafunguka, utajisajili baada ya kujisa, M-I-M-I-S. Tuna mdogo mdogo, watu waelewe vizuri. M-I-M-I-S, yani MIMIS dot tpf dot go dot tz, ukishajisajili ule mfumo ukishafunguka utaingiza namba ya gari yako. Ukishaingiza namba ya gari yako, kuna sehemu itakwambia sababu ya kufanya uo. Huo ndio mfumo ambao tunaotumia utakapokuwa. okay. unaendelea ku scroll utaona ambacho kile unatakiwa ukifanye sasa. mm -hmm. Kwa hiyo ingiza namba ya gari yako kwenye sababu, utakwenda kuchagua sababu ambayo inakuwa ni wiki yanaenda kwa usalama lakini hapo ukiingia kwa mfano nilikuwa naona hapo ana, anajaribu kuweka eh, ni sehemu ya new new registration ama ama eh, mm. Asema nini new application sio? New application sio eh? Ndio. Eh? Eh. Utaingia pale pale kwenye new application? Eh, new application. Ukishaingia pale. Mhm. Mm, Unasema kujaza yeah, majina utajaza katika zao zote. Yaani wewe ambaye sasa unaomba. Oh mm -hmm. yeah. Eh. Utaingiza majina yako, nadhani kuna sehemu ya namba ya simu. Ndio. Mm -hmm. Namba ya gari. Okay. Baada ya pale utaulizwa sababu mm, ambayo inakutaka wewe sasa yani unakagua hicho chombo kwa ajili gani? Okay, utaselect pale kwenye wiki yanaenda kwa usalama. Mm. Na uzuri pale unaweza ukachagua lugha ya Kiswahili ama Kiingereza. Unachagua lugha ya kutegemeana na wewe nguvu yako inatoshea wapi? Okay. <laughs> <laughs> Yeah. Yeah, yeah. uh-huh. Basi baada ya kuwa umeshamaliza kujisajili patikula zako zote zikishaingia, utapewa control namba. Baada ya kupewa control namba, utasubiri kwa dakika kadhaa, itakurudishia majibu, utalipia. Baada ya kulipia, ni lazima utatakiwa kuleta gari, gari yako au chombo chako cha moto kwenye kituo cha polisi ambacho kitakuwa kimeelekezwa kwa ajili ya kufanya hilo zoezi la ukaguzi wa magari. Mm -hmm. Mm -hmm. Tunavyo vituo vingi zaidi, ni vile vituo vikubwa vyote vina wakaguzi wa magari ambao wapo kwa ajili ya kufanya hili zoezi. <clears throat> Kuna Oyster Bay, kuna Central Police pale traffic, kuna Changombe polisi, kuna Msimbazi polisi Yani karibu vituo vile vyote vikubwa mm. mtakuta mkaguzo wa magari pale. Saa mm -hmm. Naona ukishafanya registration kwa ndani kuna mm -hmm. zile sababu ambazo ulitoa ndio sababu ya, ya, ya maombi mm -hmm. Lakini kuna sababu si... zipo nyingi sana yeah. Lakini chagua kile ambacho wewe unatakiwa kukifanya ambacho ni hicho, wiki yanaenda kwa usalama mm -hmm. Mm -hmm. Kuna ile wanasema roadworthiness kuna kubadili rangi labda ya gari kule, usichague. Utachagua wiki anaenda kwa usalama mm, itakuja pale. Kwa hiyo huu mfumo unajumuisha hata yale maombi mengine, mfano hayo ya kubadilisha mm -hmm. rangi mm -hmm. eh, na mengine ambayo yatahitaji ukaguzi mm -hmm. kutoka kwa mm -hmm. kwenu mm. yeah. mfumo wote unachukua hivyo vitu mm, lakini tofauti yake inakuja kwenye control number, yeah. control number ya wiki yanenda kwa usalama inakuwa ni tisini na nane sabini na nne thelathini zinaendelea namba zingine. mm. lakini ukaguzi huu mwingine ambao nimesema usiuchague, mm. ule kontrol namba inakuwa ni tisa, tisa kumi inaendelea na nambari zingine mm. kwa hiyo tofauti yake itakuja pale kwenye zile kontrol namba. Kama ukiona ni tisa, nane, sabini na nne thelathini ngapi ngapi, maana yake ni kwamba unakwenda kulipia kwa ajili ku, ya ukienda kwa usalama. Sasa lakini uh, katika ukaguzi sasa huu ambao unafanyika ni vigezo vipi ama ni, ni vitu vigeni ambavyo mnaviangalia kwenye chombo cha usafiri? Uh, kikubwa ambacho tunakitazama kwenye ubora wa magari. Yeah. Kwanza zaidi tunaangalia tairi. Okay. Tairi za gari ndizo ambazo zinaweza kuifanya gari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. ubora wa, gari, wa tairi ndio uzima wa gari yako ndiyo. Kwa mfano gari ina ni, tairi zinapokuwa zimekwisha zile kashata, kwa kipindi cha mvua, ni hatari, kwa sababu huwezi kufunga breki ile gari ikasimama, yeah. Itateleza, lakini zile zile tairi ambazo zimekwisha kashata kwenye kipindi ambacho sio cha mvua, ukiwa kwenye vumbi, ni on the spot, ile gari itasimama, yeah. Lakini kwenye cement na mvua imenyesha huwa haisimami, inateleza mm. Na tunazingatia kwenye hilo la ukaguzi kwenye tairi, lakini pia mifumo ya breki pia tunaitazama, kwa sababu kama gari haina breki madhara yake huwa ni makubwa mm -hmm. Lakini tutaangalia na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vinakuwepo kwenye gari unaona, mm. okay. No. Kwa lazima uingie ndani pale kidogo uipige moto kidogo. Lazima uingie uiangalie na uijaribu. Yeah. mm -hmm. kwamba nikitembea hapa mpaka pale briki zake zinashikaje? Oh, yeah. sasa, mm -hmm. sasa uh, kuna swali hapo kwamba uh, stika ina, inaombwa online alafu mm -hmm. gari inakuja kukaguliwa fizikali mm -hmm. kimi kinaanza stika inatoka kwanza au hapana? yeah. unaanza kuomba kisha ndio unaleta chombo. kisha kukaguliwa kisha kaguliwa kisha unaondoka ndio unaandikiwa ile vehicle inspection report, unaondoka na kwamba umepata. Yani ni lazima kwanza tuikague gari, mm. Ndio tukuandikie vehicle inspection kwa kule. Ukiapply sticker haupati kwanza, hupati, ni maombi U, yale ni maombi na malipo yakishakamilika. no. okay. Tuletee chombo, tukishakikagua, tutaandika kwenye vehicle inspection report kwamba gari imekaguliwa na imekutwa ina ubora huu, mm. mm. na hapo sasa ndio mtu um, atapata hiyo sticker, anapata sticker sasa. okay. Mm -hmm. mm. Mm. Lakini kama tumeikagua na tumeibaini na mapungufu, hmm. Tutakuelekeza kwamba karekebishe moja, mbili, tatu. Unaona wapo watu wanatembea na gari haziwaki taa, lakini anakuambia taa ina faida gani hmm. Unaweza usijue kwamba hizi taa zimekufa, lakini ukapata dharura usiku, unatoka ili gari haiwaki taa, unaona. Lakini mchana tukikukamata, ambiwasha taa, fanya hivyo, nasema usumbufu mm. Lakini tunakutana na gari usiku hazina taa, lakini si kwamba hilo tatizo haijui, saa zingine analijua, ila hajapata dharura ya kutembea nalo usiku. Yeah. Unaona. Lakini anapopata muda sasa usiku akatembea nayo ndipo anapogundua kwamba zile taa hazifanyi kazi yeah. mm -hmm. au unakuta taa inawaka moja mm. mtu anaepishana nayo anajua ile ni pikipiki piki. mm. yeah. unaona. lakini kumbe ni gari. mm. yeah. na ule ukubwa wa gari unakuwa labda yule mtu haja uangalia vizuri kwamba gari inaishia wapi. Unakuta ndio zile gari zinagongana. Ndio sawa. Kwa hiyo inachukua mm -hmm. mm -hmm. muda gani, uh, kuanzia uh, maombi yafanyike kuja kukagua mpaka apate uh, stika? Haichukui muda mrefu. Maombi ukiomba leo na leo leo utaleta gari yako inakaguliwa, napewa stika mm -hmm. mm -hmm. labda kama tutapata changamoto ya mfumo. okay. mm -hmm. Yani network, kipindi inapum, inakuwa haifanyi kazi vizuri hmm. Na kipindi inafanya kazi vizuri lakini, ikiwa inafanya kazi vizuri hauchukui hata dakika like ishirini. Umetugusia hapo kuhusiana na malipo ambayo, uh, mtu anafanya pale ambapo anatuma maombi hmm. Labda utuainishie malipo uh, kutokana na aina labda ya gari ama ukubwa wake hmm. na vyombo hivi vya moto sawa mm -hmm. uh, malipo yanategemea na matumizi ya gari hmm. au matumizi ya chombo cha moto. Yaani, tukisema matumizi ya gari, wanaamini stika ni kwa ajili ya gari tu. Hapana, chombo chochote cha moto n yani, iwe ni pikipiki iwe ni bajaji iwe ni gari mm -hmm. Kwa magari yote ya biashara yana kiwango chake cha bei. gari za biashara zote ni shilingi elfu saba gari za binafsi ni shilingi elfu tano na kwa pikipiki na bodaboda ambao ni bajaji bodaboda -boda, wale wanalipa shilingi elfu mbili. okay. mm. gharama inakuwa moja ndio. mm. Sasa, kabisa sasa, katika uh, ukaguzi ambao mnafanya, yale magari ambayo yataonekana hayana ubora wa kupewa hiyo stika uh, yenyewe inakuwaje? Ina, huwa ina, ina, ina, tunawapa muda wa kurekebisha kile ambacho tunakuwa tumekibaini. Okay, kwamba hiki kina itilafu, nenda karekebishe kwa malipo yale yale ambayo wameyafanya Hmm. Atakwenda atarekebisha kile chombo, atakaporudi rudi, tukikagua kwa mara ya pili, tukijiridhisha, tunampa stika okay. hmm. Sasa sasa kwa, uh, afande, kwa ujumla una lipi la kuambia wale watu ambao bado hawajachukua uh, uamuzi wa kufuata utaratibu ama wa, wa kuanza kutuma maombi na hatimaye kuleta magari yao ama vyombo vyao vya usafiri kwa ajili ya ukaguzi? uh, mimi ni watake watumie nafasi hii walete vyombo vyao kwa ajili ya kuvikagua, na hii itawasaidia kwa sababu si kwamba tukikagua zile gari tutawaandikia faini. Hmm. Hii ni wiki ambayo tunatoa elimu kwa wote, watumiaji vyombo vya moto. Kwa hiyo walete vyombo vyao tuvikague, pale kwenye itilafu tutawaelezea kwamba karekebishe kimoja, cha pili, cha tatu, okay. Baada ya marekebisho yale watarudi kwa ajili ya kupatiwa stika. Lakini vile vile tuna kauli mbiu yetu ambayo msimu huu tuko nayo inasema, familia yako inakuhitaji, zingatia usalama mm. Familia zetu ni bora zaidi, lakini wengi wanaumia, wengi wanapoteza maisha kutokana na kutokujali kujali mm. hizi taratibu za usalama barabarani no na uh, wiki hii ya usalama barabarani uh, ndio imeanza mm. Inategemewa kufikia uh, hadi lini na uh, uendelevu wake pia utakuwaje? Katika ukaguzi kwa sababu imeingia kwenye mfumo, maanake ni zoezi endelevu sasa mm. Sio kama siku za nyuma tulikuwa tunatoa muda kwamba labda baada ya miezi mitatu zoezi linasitishwa, hapana. Ili sasa hivi itakuwa ni zoezi endelevu mm. kwa maana ya kwamba kama umekata stika yako labda leo tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi, maanake ni kwamba mwakani tarehe kama ya leo utakiwa kuleta tena gari kwa ajili ya ukaguzi, kisha tukupatie tena stika kwa ukaguzi. Unadumu ukaguzi sasa hivi ni wa kudumu, okay. sio kila ile mwaka tukua kifika kipindi fulani tunatangaziana kwamba kuna wiki nenda kwa salama imeanza mm -hmm. Leteni magari. Hapana, sasa hivi ni endelevu kad utakavyoona, hmm. kwamba unahitaji kuleta chombo chako cha moto kwa ajili ya kukaguliwa, utakileta, kitakaguliwa, utaelezwa kwamba karekebisha moja mbili tatu, ukisharekebisha tunakuja kwa ajili ya kupatia stika mm -hmm. sawa kabisa. ukiendelea hapa katika mfumo uh, wanakuambia uweke appointment ama hmm. E, wanaita miadi. mm -hmm. Ehe. A, hapo u, mtu anaweka miadi kulingana na, na nini hasa zaidi ni tarehe ile ambayo unaomba. Kuna sehemu mm -hmm. mkoa ama kituo ambacho anatakiwa kwenda ama popote pale anajaza, yani mm -hmm. kwenye mfumo imekuelekeza kabisa mm -hmm. kwamba wewe unataka gari yako kwanza ikaguliwe lini, utaweka tarehe pale, ni wewe mwenyewe yani, nafasi yako inaku lini utapata nafasi mm. Baada ya hapo utachagua sehemu ambapo utatakiwa kwenda kufanyia huo ukaguzi e, kuna mikoa mbalimbali imeainishwa pale na wilaya zake mm. Naona kwa mfano ukichagua Ilala mm. Baada ya kupata Ilala itakuambia aye, unataka kwenda kukagua wapi kama ni e, Kariakoo mm -hmm. au kati, inakueleza vile sasa. mm. Kuna wasiwasi pia kwa ufupi sana fande kuhusiana na e, pikipiki kwamba mtaweza kweli kuwamudu? Manake hata huko barabarani tumeona wakisimamishwa wasimami e, mtawapata vipi hao pikipiki? Ni changamoto, lakini tunatumia njia e, ya kuwasiliana na viongozi wao, kwa sababu wana vijiwe vyao wa ambavyo wameweka kambi zao, kwa sisi tunawasiliana na uongozi vile vijiwe vyao, kisha tunawapa kwanza elimu ya kukagua vyombo vyao, na wengi wa pikipiki ndo wale ambazo tairi zao zile kwa zimekwisha kabisa, unaona. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba kwanza tunakwenda kwenye vijiwe vyao, tunawasema nao, tunawapa elimu kisha wanakuja kwa ajili ya kuchukua stika mm -hmm. Na kushukuru sana, tunatakia kila la heri asante sana, asante sana. Msituogope, karibuni sana. <laughs> Na sisi tunawakaribisha msiogope, karibuni tukague vyombo vyenu ili mwe salama, familia ziendelee kuenjoi maisha pamoja nasi karibuni sana asante sana. Ni mkaguzi msaidizi wa polisi Rehema Buruhani Shaibu tukizungumza naye hapa kubwa kuhusiana na mfumo huu wa MIMIS ambao Uh, unatumika katika uh, uratibu wa maombi mbalimbali mbali kwa ajili ya uh, vyombo vya usafiri.